Nilichojifunza kwa wazazi Part 3. Uh, tulikuwa tunaambiwa tukirudi tu likizo, tunaambiwa pangeni ratiba ya chakula ambayo mnafikiri ni nzuri. Tunapanga ratiba ya chakula Tunaika. Jumatatu chipsi, Jumanne sijui ndizi za kukaanga, Jumatano chapati na maharage yaani, ugali was the last option. <laughs> Uh, afu hamna mtu anayekuambia mbona hii ratiba kama me, mnakula tu vitu vizuri vizuri kila siku. Kwa, kwa, tawa vilikuwa ni vitu vizuri bas. Uh, tunaenda tunanunua tuna mafuta ya kupikia lita tano ile lita tano tunaambiwa tuna hiyo hayo mafuta ni ya mwezi mmoja sasa. Kwani yale mafuta yanamaliza mwezi mmoja? Tuko group, alafu chipsi, ndiza kukaanga, chapati, tunaenda tutoboi. Tunakuta wiki mbili, wiki tatu, mafuta yale yameisha kwacho, alafu tunatoa ripoti, mafuta yameisha naambiwa ah, yameisha eh? hamna shida, tulielewana mafuta ao ni ya muda gani? ni ya mwezi mmoja okay, tumeshatanguliza mafuta tumboni. Sasa sasa hivi tutakula bila mafuta bwana. Ushiikula makande hayana mafuta? Ushiwahi kula wali hauna mafuta, au mboga haina mafuta kabisa? Tulikuwa tunakula mpaka ule muda wa mafuta yalipo ulipo uliokadiriwa utakapoisha. Mwezi ukiisha mafuta yatanunuliwa, lakini before that, nobody hamna anayenunua mafuta, na wazazi walikuwa wanakula chakula hicho hicho mnachopika ambacho hakina mafuta is ni, ni lesson ambayo sasa hivi ndo na, na, nazidi kuifikiria kwamba tulikuwa tunafundishwa budgeting, tulikuwa tunafundishwa jinsi ya kujizuia, jinsi ya kumake proper decision lakini hapo zaidi zaidi, ni pesa ilikuwa affected, kwa sababu kama wangekuwa wakinunua mafuta mengine, ilikuwa ni out of their budget, lakini pia na sisi tulikuwa involved kufanya decision juu ya matumizi sahihi ya vitu ambayo yanaaffect pesa. Hebu niambie wewe, unafundisha je watoto wako? <laughs>